Na mtuelekee pwani, ambapo katika juhudi za kukabiliana na janga la njaa katika sehemu kame za kaunti ya Kwale, serikali ya kaunti ya Kwale ikishirikiana na ile ya kitaifa imeendeleza juhudi za kuchimba mabwawa pamoja na kuboresha miundo msingi ya maji. Hali hiyo itachangia wakazi wa maeneo ya Kinango na lungalunga Lunga kupata maji ya kutosha, ili kuendeleza kilimo cha kunyunyizia mashamba maji maji, kando na maji ya matumizi nyumbani. Gavana wa kaunti hiyo Fatuma Achani alizindua ujenzi wa miradi mitatu ya maji huko Kinango ikiwemo ujenzi bwawa la Wamasa, upanuzi wa Masa, mabomba ya maji katika maeneo ya Moyeni na Vinyunduni huko Kinango. Miradi ya maji ya Wamasa, Moyeni na Vinyunduni inatarajiwa kufaidi takriban wakazi elfu 4 katika Kinango. Uh, na lungalunga lilikuwa lunga, ni kubwa zaidi, na tumeona suluhisho ya matatizo haya kwanza ni kuchimba mabawa makubwa makubwa, na ndiyo sababu kabla nifike hapa nimeanzia Moyeni. Moyeni ni pipeline tunaendelezesha Uh, wananchi waweze kupata maji safi. Lakini nilipotoka hapo nimeenda Wamasa, nimetoka Wamasa, tunachimba pale bwawa ili wananchi waweze kupata maji kutoka sana, gabana, kwa bwawa. Ningependa kumshukuru sana Mstaiki Gavana kwa huu mradi ambao uko na manufaa mengi kwetu iwapo utaisha kwa njia inayostahili, na ninachoweza kumwomba kwa sababu tunaona tutapata maji ya kutosha, yeye mwenyewe amekuja na hiyo barabara, na nina imani kwamba hii maji tutakuwa tunaweza panda kama chakula ambao tutakuwa tunaweza peleka kwa masoko.